Halo na karibuni tena kwa maelezo ama manukuu ya wiki hii katika toleo la Uthiru Today ama ukipenda Uthiru leo. Lakini kadiri tunavyoendelea, hata labda tunaweza ita Uthiru wiki hii, kwa sababu jarida hili letu linatoka mara moja kwa wiki. Asante sana kwa kujumuika nasi tena na wiki hii tunaangazia kama kawaida, matukio ambayo yametokea hivi majuzi katika eneo letu la Uthiru, ama maeneo hayo mengine ya sehemu hii ya Kiambu, ama hata nchi na kadhalika. Na kama ungependa kupata ku, ama habari zako ama matangazo yako yatokee katika jarida hii ama video hii ya kila wiki, Tuma tu kwa kupitia kwa WhatsApp ama utupigie simu kupitia hiyo namba ambayo iko hapo chini. Jina langu ni Patrick Ngugi. Na tuanze maelezo yetu ama nukuu yetu ya wiki hii. Kwa muda mrefu, hapo Uthiru Gichagi kuna chuo ama shule ambayo kwa muda mrefu zamani, tangu zamani, ilikuwa imezoea, wenyeji wamezoea kuita nasari hapo karibu na kwa chifu, na si nasari tena, bali imekuwa siku hizi ni polytechnic. Yaani ilipigwa majeki madaraka ikawa polytechnic, lakini hivi karibuni imepata madaraka zaidi. Na itakuwa vocational training center. Hiyo ni kulingana na habari <coughs> tuliyopata hivi majuzi, wakati gavana wa Kiambu alikuja kupeana check na akahudumia, akahudumia wananchi, na kwa hivyo wadi ya Uthiru inatarajiwa kujivunia kituo kipya cha mafunzo ya ufundi vocational training center kitakachojengwa upya katika eneo la polytechnic ya sasa. Gavana Kimani Wamatangi alisema ujenzi wa taasisi hiyo itaanza mapema mwaka ujao, ndio 2026 kwa gharama ya takribani shilingi milioni sitini. Kituo hicho inasemekana kitatoa kozi mbalimbali mbali kwa vijana vikiwemo urembo, udereva, uhandisi na mitambo minginezo. Gavana aliongeza kwamba uwanja ulioko katika polytechnic ya sasa hauta jengwa juu yake, bali utabaki utaba vile ulivyo, kwa matumizi ya hafla like ya kijamii, michezo na wanafunzi katika sehemu hiyo. Aidha alibaini kuwa taasisi hiyo itajulikana tena kwa jina la zamani, haitajulikana tena kwa jina la zamani la Uthiru Nasari, ambao mpaka leo bado watu wamezoea kuita Uthiru nasari baini ya polytechnic, lakini itakuwa ni chio, itakuwa ni shule itakuwa ni shule kubwa, yani ni ni chuo kubwa cha ufundi, ambayo kama mmeona hapo mmesikia, itakuwa itaanza mwakani na itatumika shilingi milioni sitini. ijenga guku turaigire geikaromo giki kuona oguo haha

Tugushoka tuke haha Januari tuabiriria gwaka nituthiete wega ndo itu koguo mawira mau mothe nitukuruta. Na hiyo kwa maono, ni kwamba sehemu hii itaendelea itaendelea kukua, manake imepata watu wengi wanaotoka nje na wanyeji, hasa vijana wengi wapata watapata nufaa ya kusoma hapo. <clears throat> na tukiingia upande wa upande wa security ni kwamba kumekuwa na upo, upotevu wa security katika eneo hili ya Uthiru. Kutakuwa mpaka jioni mapema, unapata watu wakivamiwa waki. na wakazi kadhaa wameeleza kutoridhishwa kwao na hali ya usalama wa sehemu hii, wakidai kuwa visa vya ujambazi vimeongezeka licha ya kuweko na polisi katika mtandao wa Facebook, wanasema kuwa baadhi ya barabara ikiwemo njia ya Pefa kuelekea Seniors zimegeuka eneo hatari ambapo watu huiba huibiwa na kushambuliwa kwa mapanga ama visu. Wakazi wametoa wito kwa MCA wa eneo hilo bwana ama Mheshimiwa Eric Warungu Ndungu kushughulisha katika haraka tatizo la taa barabarani kuimarisha usalama wa wananchi. Imesemekana kwamba hiyo sehemu hiyo inaonekana iko na giza na nitaka kama sehemu hizo zingine ziwekwe taa, hata kama ni zile za sola ama ile ingine ya floodlight ambayo imewekwa sehemu kadhaa, ili kupunguza mambo ya uharamia na ingawa kuna katika Kiambu hasa na pia na sehemu zingine kumekuwa na mgomo wa madaktari na hatujui itaenda mpaka lini. Bado kaunti ya Kiambu inaendelea kujenga mahospitali mapya na ni matarajio yetu kwamba kadiri tunavyoenda hasa, mahospitali haya yakikamilika, kama tulivyojua, Uthiru wote pia kuna hospitali na jengo hapo level 3. Um, gavana ametangaza kwamba hospitali ya Karuri level 4 iliyoko wodi ya Karuri kaunti ndogo ya Kiambaa Kiamba, ipo katika hatua ya mwisho kabla ya kufunguliwa ya vifaa. Hospitali hiyo yenye vitanda mia moja themanini itahudumia wagonjwa na huduma mbalimbali za afya, pia kuwa na kituo cha kipekee cha huduma ya masikio na pua yani ENT, katika kaunti ya Kiambu. Hospitali hii ni mojawapo ya hospitali sita za ngazi ya nne zinazojengwa na serikali ya kaunti. Hayo ni maendeleo kwa ujenzi wa hospitali, lakini pia tungependa na tungeomba kwamba wakati zinamalizika na wakati zinawekwa vifaa na madawa, mgomo uwe wa madaktari huo umeisha ili wananchi waache kutaabika. Maanake hakuna haja ya kuwa na hospitali kubwa mpya na vifaa na madawa na kuna huduma zinazoendelea zinaendelea, na wakati pia madaktari hawako. Maana wakati pia madaktari wanafanya kazi, pia madawa yawepo, maanake madaktari pia wanaweza kuweko, akuwe hakuna dawa. tukiendelea na upande wa Kabete Mheshimiwa gidhua uh, mashukuru juzi alifanya biashara, alifanya mkutano na, na biashara wa soko la Wangige ambao wameendelea kuwa nguzo muhimu katika kukuza uchumi wa mji huo ama sehemu hiyo uh, bwana mashukuru alifanya kikao cha mashauriano na wafanyabiashara hao ambapo walijadili, walijadili changamoto zao

ug åna koguo oå tijaaätegåhivi karibuni tumekuwa na habari tofauti tofauti sana sana za barabara tofauti ambazo wana mashukuru amekuwa akijenga katika eneo lake la Kabete. Hebu tuone hii, na baada hiyo tufatilize na ingine ya Kinoo ambayo pia ni sehemu jirani ya Uthiru na Kinoo pia ambayo iko katika sehemu ya, ya bunge la wa Kikuyu inayosimamiwa na Kimani Ichungwa. Pia hali yake imebadilika kwa barabara kupewa

na koretwo kino for a very long time na ngwenda kumwira nitukenete muno niwira uria urutikite na niwira mwega riu uhoro wa doro nituoranwo nacio nitukenete muno muno muno ni ndwa muheshimiwa utadio kana tusilipa alafu hapa tuna tangazo la huyu mwananchi ambaye inasemekana amekuwa admitted katika Wangige level four inasemekana jina lake yajulikani ingawa amepoteza an, fahamu baada ya kupata ajali na anijita tu Junior na, mama na anita anasema ni mamake, anaitwa mama Junior. Alipatikana Dagoreti upande wa kando wa barabara na msamaria mwema ambaye alimpeleka hospitali eh, Kikuyu, eh, eh, kituo cha polisi cha Kikuyu ambapo baadaye walimpeleka Wangige Level Four Hospital. Habari hii tuliipata tarehe kumi na sita mwezi huu, na tunatarajia labda ameshapatikana na wenyewe ama jamii yake, lakini kama bado basi, habari hizi zinaweza kwenda kuwafikia. Na je, nishasikia msemo kwamba mzee ni wewe? Hebu angalia hawa wamama ama hawa wanawake wanavyocheza, na ukiangalia umri wao, ukiwaita wazee watasema mzee ni wewe. Hebu tuangalie. Kweli, kama ujui kucheza wewe ndio mzee. Alafu <laughs> tena kuongea mambo ya uzee ma ama ujana, tulisema mapenzi ni, ni dawa ya roho ama tunasema kipenzi ni, ni dawa ya roho ama barafu ya moyo. Mapenzi hayajui hayajui uzee ama ujana, lakini saa ingine pesa zinatudanganya hivi kwamba mtu akiwa na pesa atapata watu wengi sana ambao watataka wamchumbie. Eidha uwe ni mama tajiri, utapata vijana wengi wangependa kukuchumbia ama uwe mzee lakini uwe ni tajiri, wajali umri wako, utapata watu wachanga wa mama, wasichana wachanga wanapenda ambao wangependa wachumbie, kama picha hii tunavyoiona. Lakini pia uangalie huyo mwanadada alivyojipodoa, uangalie sura yake na mkono wake, uone kama ni vya mtu mmoja. Hebu tuangalie. Ndio, tumefika mwisho wa jarida la wiki hii la Uthiru Today. Na asante sana kwa kuwa nasi na kama tulivyosema, ukiwa na chochote ungependa tuweke katika video hii wakati ujao, tutumie katika hii namba iliyo hapo chini ama utupigie simu. Inaweza kuwa ni matangazo ya vifo, tangazo la biashara ama habari yote ambayo ungependa tuipeperushe na, tui na pia kumbuka u like na usubscribe na ushare hii video. Asanteni sana, hadi wiki ijayo.